Kuna methali isemayo, mtaji wa masikini ni nguvu zake mwenyewe, lakini mtegemea cha ndugu hufa masikini. Methali hizi zote zimekuwa zikiakisi maisha ya vijana katika maeneo mbalimbali, ambao wamekuwa wakitumia nguvu zao, akili, muda na hata ubunifu wa kipekee kukimbia umasikini. Mfano wa vijana hao ni hawa hapa, ambao wameamua kujiajiri kwa kuwa na kiwanda kidogo cha kutengeneza majiko ya kupikia ambayo yanatumia vipande vya bati pamoja na udongo wa mfinyanzi. Vijana hao wanaishi katika kata ya Mangaka, halmashauri ya wilaya ya Nanyumbu, katika mkoa wa Mtwara, halmashauri inayotenganisha mkoa wa Mtwara na Ruvuma. Faida Online TV watu wafildi tumetembelea katika kata hiyo ya Mangaka na kuzungumza na wajasiriamali hao. Jina langu unaitwa Karim Faida na hii Faida Online TV Raymond Stewart ndiye mmiliki wa kiwanda hicho. Hapa anaeleza aina ya wateja wao. Wateja wetu sisi ni akinamama ndo wanajia hapa majiko kwa muda wote, wanakuja kununua na kwa siku tunaweza kuuza kumi, kumi na tano. Mtaji mdogo ni moja ya changamoto zinazowakumba katika utendaji wao wa kazi, kama anavyoeleza Raymond. nimeanza na hii shughuli nikiwa na miaka minne sasa, niko na hii shughuli shughulii. Kidogo tuna changamoto shida, mtaji, mtaji wangu ni mdogo, na hiki kiwanda mmiliki ni mimi, ila tunaishi hivyo hivyo, tunafanya kazi, mapato yanakuwa madogo kutokana na mtaji wetu. Au, ningeomba sana hata mdhamini afike atudhamini hapa, hata mikopo midogo midogo mtuangalie sisi wajasiriamali wadogo wadogo, ili mipango yetu iende. Nawaambia vijana wenzangu, kazi ni kazi, kazi yoyote ni kazi. Kazi ikiwa ina, ina kipato kidogo, unapata maisha yanaenda. Tujishughulishe, tufanye kazi, kazi ndogondogo kama hivi, ili mradi maisha yaende kwa hiyo nawaomba vijana wenzangu wote hatoe hitaji, tuungane hapa. Raymond ana msaidizi wake aitwaye Yahaya Chande, ambaye ni mkazi wa Nanyumbu. Yahaya anakiri kuwa hali ya biashara katika msimu huu wa zao la korosho imekuwa ngumu. E, changamoto ya kibiashara kidogo imekuwa mgumu kutokana msimu wa korosho kuonekana, watu bado hawajapata fedha zao, kwa hivyo biashara zimekuwa ngumu kidogo. Malighafi ya utengenezaji wa majiko hayo yanapatikanaje? Yahaya Chande anatanabaisha kinagaubaga: hizi bati tuna tunaziotea katika watu wanavyopaua majumba yao, zile vipande tunazichukua tunakuja tuna kudesign hapa, lakini swala la udongo tunafuatilia nje ya mji kidogo. Kwa hivyo tunaenda tuna kwenye vichugumle tunachimba udongo tunaleta hapa na kutengeneza kitu ambacho kinaweza kikakaa hapa na kikakamilika kuwa jiko. Vijana hawa wa Nanyumbu ni baadhi tu ya vijana wengi ambao wameamua kujiajiri wao wenyewe nchini Tanzania ili kujiingizia kipato kinachosaidia kuinua maisha yao kwa ujumla. Unaambiwa mkono mtupu haulambwi. Jichagulia kitu cha kufanya ambacho ni halali kinachokuingiza kipato, ni njia mojawapo ya kujikomboa kiuchumi. Mtazamaji wa Faida Online TV, endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, YouTube, Instagram, mtandao wa X, yani Twitter zamani, na Facebook kwa jina la Faida Online TV. Mpaka kufikia hapo, mimi nimefikia tamati. Mwandaji na msimulizi wako ni mimi Karim Faida, mtu wa fildi. Asante na kwa hedi.